Nashukuru kwa majina. yangu naitwa Padre David Haule, na nafasi yangu katika Chagei mimi ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sisi kama Chagei jukumu letu kubwa ni kutunza mazingira pamoja na kushughulikia masuala ya kijinsia. Moja ya program zetu kwa mwaka huu ilikuwa ni pamoja na kufanya usafi katika ziwa Nyasa, fukwe za ziwa Nyasa, kwa lengo la kutunza mazingira yetu na hasa ziwa letu ili lisiweze kuathirika, kulifanya liwe endelevu. Na tunashukuru tumefika, tumeweza kukutanika na watu mbalimbali kutoka Namtumbo, Songea mjini, Mbinga, lakini pia tumeshirikiana vizuri na ofisi ya mkurugenzi pamoja na watendaji wake wote, wakiwemo na hawa wanaosimamia ziwa Nyasa kwa ujumla wake. Kwa hiyo tunashukuru, mwitikio umekuwa ni mzuri. Sikutarajia kuwa na mwitikio mkubwa namna hii, lakini tumeona sisi wenyewe, waandishi wa habari, tumeona jinsi ambavyo watu wamejitoa na wamefanya kazi kwa kujituma. Kwa hiyo ni ahidi tu kwamba jambo hili ni mwanzo tutaendelea kuweka program nyingine kwa ajili ya siku za usoni, ili zoezi hili liweze kuwa endelevu. Lakini pia tunajaribu kuweka sawa mazingira kwamba wenyeji wetu wawe na huo utamaduni, ikiwezekana pawepo na marafiki wengine wa chagei ambao wataendelea kusimamia jambo hili. Na sasa tunakwenda kupanda migui katika shule yetu ya Limbo ambayo tumeshirikiana nayo waweze kuanzisha klabu ambayo itadumisha jambo hili. Swala zima ni kutunza mazingira ikiwemo pamoja na kupanda miti. Tumejisikia faraja kama utaona maandalizi yetu yote katika wamasaji, tumesema ni Nyasa envarotua maanake, ni kwamba tunakuja Nyasa kufanya utalii wa kimazingira na kwa kweli watu pamoja na kufanya usafi wamefanya utalii na wameenjoy na kila mmoja kama unavyoona na tabasamu, na wanarudi na picha nyingi za kutosha zinazoonyesha kile ambacho wamekifanya. Wamefanya usafi lakini pia wametalii, na tumefika, tumeziona meli zote mbili ziko hapa. Inawezekana kuna nyakati ambazo wangekuja wangezikosa. Kwa hiyo kwetu sisi ni utalii mmoja mzuri sana. Wito wangu tu ni kwamba tuendelee kushirikiana nyakati nyingine pia kwa ajili ya kutunza mazingira yetu. Nashukuru. Kwa majina naitwa Denis William Mboki, ni afisa mazingira halmashauri ya wilaya ya Nyasa. Ninashukuru sana kwa taasisi hii ya Chagei kufika eneo hili kwa siku ya leo ikiwa ni tumeanza kuazimisha wiki ya siku ya mazingira duniani ambayo kilele chake kitakuwa kinafanyika tarehe tano mwezi wa sita na kitaifa inakuwa inaazimishwa Dodoma, lakini kwa sisi halmashauri tunaazimisha kuanzia leo tarehe moja. Niwashukuru sana taasisi ya Chagei kwa sababu wamekuja wameona ni namna gani mazingira yanaweza kuchafuka, lakini wameona ni kwa namna gani wanaweza wakatusaidia kuweza kuhakikisha yanakuwa masafi, kwa sababu ni miongoni mwa wadau ambao wanatunza mazingira. Tunashukuru kwa ajili ya ujio wao, lakini tunaomba pia tuweze kushirikiana nao kwa mambo mengine tofauti na haya, na lisiwe zoezi la muda mfupi, lio ni zoezi endelevu kwa sababu mazingira yanachafuka kila wakati, ndio maana tunazidi kuendelea kutoa elimu kila wakati juu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira, hususani sisi ambao tunakaa kwenye maeneo ya pembezoni mwa <coughs> maziwa. Maeneo yanachafuka kwa sababu kuna muunganiko wa watu tofauti tofauti, wengi wanakuja katika maeneo yetu kwa ajili ya kutafuta, aidha ni shughuli za kiuchumi au kuja kutembelea kuona mandhari nzuri ambayo inapatikana huku Nyasa. Kwa hiyo nadhani ni jambo la msingi na tutaendelea kushiriki, kushirikiana nao ili tuweze kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, kwa kuwa wao wamekuwa na mabalozi wazuri katika utunzaji wa mazingira. Wito uh, wangu ni kwamba tuendelee kushirikiana kwa wananchi, tuweze kutunza mazingira yetu kwa sababu uh, tunajua kwa hali kubwa sasa mazingira yanachafuka na yanaharibika kutokana na population ya watu, yaani watu wanavyozidi kukua katika eneo, mazingira yake pia yanaweza kuwa na mabadiliko fulani, ikiwemo uchafuzi kuongezeka na shughuli zingine. Lakini tunaomba wananchi wawezidi kutusaidia, elimu ambayo tunazidi kuitoa kila siku waweze kuitumia katika utunzaji wa mazingira. Ah, kwa majina naitwa Andrea Matias Ligola ni mwenyekiti wa BMU mwaru wa Mbamba Bay, kwamba ujio wa, wa, wa mazingira ya usafi, tumefarijika sana kwa kweli, tumefarijika sana. Mmetutia moyo, mmetutia moyo sana, kwa sababu na sisi wenyewe huwa tuna mwisho, Jumamosi ya mwisho wa mwezi huwa tunafanyaga usafi, lakini tumeona ndugu zetu mmekuja kutusapoti tunashukuru sana kwenye mwaro wetu, mwitikio ni mkubwa. Tumejifunza kitu kikubwa sana kwamba ushirikiano ni mkubwa, kwamba kuna wenzetu wa kutoka mkoani mmefika kuangalia mazingira yetu na mwenendo tunaoenda nao kiusafi, tunashukuru sana. Ah, hii kuna kitu kimeongezeka kwa sababu mng'ao wa foroza, eh, usafi wa foroza umekuwa foroza, imependeza kuna kitu kimeongezeka kwa kweli, hata ukiangalia mazingira sasa, hizi tumeokotaokota baadhi ya makopo ambayo yalitupwa jana mm, eh, pamoja na usafi tunafanya muda wote, lakini kuna kitu kimeongezeka sana, na furozi imekaa vizuri sana. Aha, sisi mimi kama mwenyekiti na, naona kwamba na nasema kabisa kwamba ili zoezi liwe endelevu, liwe endelevu kwa maana kwamba hata serikali yetu eh, ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu anahimiza sana mazingira mazingira yao mazuri. E, na sio na sio hapa tu. Nadhani kuna taasisi kama zingine, kuna hospitali, kuna wapi. Hata sisi wavuvi naona kupitia nyie na sisi tutajifunza, tutaenda sehemu zingine na sisi tutafanya usafi ili kutengeneza mazingira yao vizuri. Kwa majina anaitwa Mwalimu Beatrice Milinga, ni mlezi wa wanafunzi wa Chagei, marafiki wa Chagei Limbo, lakini pia ni rafiki wa Chagei kutoka wilaya ya Nyasa binafsi nipende kuwashukuru sana viongozi wa Chagei kwa kuona uhitaji mkubwa wa kuendelea kutunza fukwe zetu za Nyasa. Sisi kama marafiki wa Chagei uh tunaahidi kuwa mabalozi wa kutangaza ili swala ambalo tumelifanya leo, tutakuwa mabalozi wazuri katika jamii yetu ya Nyasa lakini vilevile rasmi vile, tunaenda kufungua klabu ya Chagei Limbo Sekondari. Tutakuwa waasisi wa kwanza kuhamasisha usafi wa mazingira katika zoezi la kupanda miti na kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi. Niwashukuru sana viongozi wa Chagei na niwakaribishe kwa mara nyingine, msituchoke. Karibu sana. Ningependa kushukuru marafiki zetu wa Chagei kwa ujio ujio wenu hapa, na kitu ambacho tunaahidi kutoka kwenu tutakuwa mabalozi wazuri, na sio kufanya usafi tu katika hizi fukwe, hata katika jamii zetu zinazotuzunguka pia, katika maeneo yetu mbalimbali, na pia tungependa kushukuru kwamba kwa hili kwa tukio mlilolifanya hapa litakuwa endelevu na tutakuwa tuna urafiki wetu mzuri nanyi pia tungependa kusema asante, maana imekuwa ni mara yetu ya kwanza kuonekana kwa katika eneo hili hapa, na ametufanyia mambo makubwa ambayo wakazi wa, wa eneo hili hawajawahi kutoka kwenda kufanya usafi kuzunguka maeneo haya ya fukwe, lakini ninyi imefika hapa kutuonesha kwamba ni muhimu kutunza mazingira yetu, kwa natoa shukrani dha dhati sana, tunawashukuru sana. Kwa majina naitwa Alfred Dennis Kumbulo, ni mwanafunzi wa Limbo sekondari, sitosema mingi kwa sababu mingi ashasemwa kabla, lakini nasema asante kwa Chagei kuungana nasi kwa kampenia ya usafi wa mazingira ambapo tumeanza na kwenye fukwe za bichi, lakini tunapenda kuwa kuaalika siku nyingine, mkipata nafasi mje kutembelea Limbo kwetu sekondari skulu.